Ambapo muda mchache uliopita wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa ugenini kukipiga dhidi ya Petro de Luanda e, ukiwa ni mchezo wa tano hatua e, ya makundi ligi ya mabingwa kwa upande wa e, klabu zote mbili e, na Simba Sports wakiwa wanausaka ushindi wa kwanza tangu kuanza msimu huu ligi ya mabingwa Afrika hatua ya makundi e, lakini si haba wakiwa ugenini wamepata sare ya bao moja wakicheza pungufu tangu dakika 45, eh, kipindi cha kwanza ndio. Eh, baada ya Shomari Kapombe kuonyeshwa mm, kadi mbili za manjano ndio za nyekundu eh, mnyama akiwa nyuma tangu dakika 12, mm, eh, Anset Oura yeah, eh, anairejesha mchezoni klabu ya Simba lakini haikutosha ku, eh, kupata ushindi ama ushindi wa kwanza ambao mm, eh, bila shaka Simba walikuwa na uhitaji ili ku kubakisha heshima yao ya ukubwa wao kwenye ligi ya mabingwa Afrika mm -hmm. Sare ya bao moja matokeo fair kwa timu zote mbili mm -hmm. au unaweza kusema kwamba Simba sports wamenyanyua game yao mm -hmm. kwa kuwa walikuwa ugenini mm -hmm, lakini pia walikuwa pungufu kwa muda mrefu. Simba walistahili kufungwa leo, eh walistahili, walipaswa kufungwa leo, walipaswa eh Simba kupata sare Yes. ya bao moja Mm. wakiwa away Yes. wakicheza pungufu Mm. ni matokeo fea kwa timu zote mbili au Simba Mm. Eh, wamenyanyua gemu yao tangu kuanza hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika. no, no, no. For me, uh, hii ni gemu ambayo Simba walipaswa wali kufungwa, Simba zidi Atletico Rwanda, ukiangalia ukienda uh, kwenye takwimu ukiangalia kila kitu uh, Atletico walikuwa beta team Uh, wamecheza nafasi nyingi, wamekosa magoli mengi sana kipindi cha kwanza, kipindi cha pili pia wamekosa magoli mengi mm. ambayo ni ya wazi, by the way, kama kuna mtu anakumbuka hmm. matukio mbalimbali kutokana na kazi ya Beni kwenye eneo la kiungo mm. cha ushambuliaji ama Costinia hmm. eh, atakubaliana ata, ata mimi kwamba hmm. palikuwa pana nyakati nyingi sana ambazo hmm. ambazo, ambazo Simba wangeweza kuconcede mabao kama sio JTR binafsi za Rushin the Rook, eh, kuweza kuzuia mipira ambayo kuna wakati hata kasali ilikuwa isha mpita kwa hiyo for me ilikuwa ni game ambayo kwa zaidi ya mara moja ama kwa zaidi ya jaribio moja la Atletico Petro Rwanda, Simba alipaswa kupoteza huo mchezo but, but, mm -hmm. na I think hiyo ni kubwa zaidi kwa Simba kwenye mchezo wa leo mm -hmm. ni ukweli kwamba wamecheza pungufu kwa muda mrefu mm -hmm. lakini wame manage kuondoka na alama kwa maana ya mm -hmm. kwamba kuto kupoteza mchezo mm -hmm squad hii ambayo ime, iko fragile kwa kila ambacho kinaendelea nje ya kiwanja mvutano, mm, baina ya uongozi pamoja na wanachama. Lazima kwa namna moja ama nyingine, hatuwezi kukataa wachezaji ndio wanaoingia hilo swala pia, kelele hizo pia zinawafikia mm. Kwa hiyo the fact kwamba timu imekwenda imeperform na ikaweza kuzalisha bao moja na kuondoka na sare mm, jijini Luanda mm. Of course again dhidi ya timu ambayo, uh, kutokana na mabadiliko ya siku za hivi karibuni, maybe una expect ingekuwa hivyo kwa maana ya kwamba maybe ndio game ambayo simba walipaswa kufanya kitu kwa sababu Petro Rwanda remember wakati wanaanza kampeni msimu huu wa 25 26 walikuwa na kocha Francesca Tiga ambaye ameondoka, ameona leo aliyekuwa kocha msaidi, uh, msaidizi nyota zamani wa Angola na National Flavio Amado alikuwa kwenye benchi. Kwa hiyo mabadiliko haya pia kuna nama flani, na wenyewe amewashusha Petro Rwanda. Kwa hiyo yes, walikuwa timu bora wakiwanjani, lakini Simba nao kuna nama flani mabadiliko ambayo yamefanyika upande wa pili kule kwenye bench la ufundi, inawezekana mm leo yaliwapa edge, lakini speaking of bench la ufundi for me mm. uh, nampa pongezi Steve Baker kwa namna ambavyo ana imagine ana, ana, ana, ana timu yake. Ujue yes Simba hawajashinda huu mchezo yes Simba hawajatoa performance bora ambayo unaweza kutarajia like kwa mawazo ya kawaida ya, ya Simba bora, lakini at the same time pia lini mara msho tumeona Simba bora? Kwa hiyo yeye kuweza kuwaunganisha vijana kwenda na kupata alama moja away dhidi ya miongoni mwa timu bora barani Afrika, uwezi kuwakataa Petro Luanda kwenye hiyo argument mm -hmm. Uh, lakini pia kwa ujumla wake, um, aina ya maamuzi aliyofanya mm -hmm. across the game by the way, Simba leo uh, walianza na mtazamo ambao unazungumza kwamba mwalimu ni game kama ambayo ameshakubali like ana kama anakamilisha tu ratiba. Mm. Lakini ana protect some of the players ambao ni best kwake kwa ajili ya matumizi makubwa kwenye michezo ambayo ni muhimu zaidi. Mm. Simba leo unaweza kusema walianza na mtazamo mfano kama kikosi cha pili kwa jinsi ambavyo walianza. Mm-hmm. Mpanzu sio guaranteed starter kwa sasa mbele ya Anis Etoura kwa maoni yangu. Mm-hmm. Uh, Morris Abraham sio guaranteed starter kwa sasa mbele ya Libasege kwa maoni yangu. Mm-hmm. Uh, chama uh, uzoefu wake na Namna ambavyo anaifahamu Simba Bora anasalia kama undisputed kuweza kuanza. Mm -hmm. But kumaliza games, no. Uh -huh. Unaweza kuona impact ambayo ino loemba aloleta kwenye mchezo, alifika kwenye bao la kusawazisha la Simba. Mm. Uh -huh. Ndio alopoka mpira kwenye eneo la juu, yeye ndio alotoa pasi kwa Selemani Mwalimu. Mwalimu akatoa asisi kwa kwa kwa ino Anis Oura ambaye alipachika bao. Kwa hiyo, uh -huh. Ni mchezo ambao unaondoka na positives kwa Simba ni mchezo ambao unaondoka na negatives kwa Simba. Negatives, Simba hawakupaswa, yaani alama hii moja imekuwa ni jambo la bahati in my opinion. Walipaswa kupoteza huu mchezo kwa jinsi ambavyo walitawaliwa ki, uh, kwenye chances created, kwenye ball possession mm -hmm. kwenye namna ambavyo Uh, Petro Luanda alikuwa na run play kwenye box la kwanza, box la kati na box la mwisho. Creativity ya Beni, Beni ameondoka akiwa ndiye msaji ambaye amesaza nafasi nyingi zaidi kwenye mchezo. Costini ameondoka akiwa ni msaji ambaye ame dribble past wachezaji wengi zaidi kwenye kiwanja. Kwa hiyo inakuonesha ni kwa namna gani Simba walikuwa wana, wana kazi ya kudefend leo hii kuliko kwenye eneo la kushambulia. Uh, lakini positives for me ni katika management wise. Uh, mara kadhaa nimekuwa nikimzungumzia Baka kama mwalimu ambaye anapaswa kupewa heshima kubwa kwa sababu ya CV yake. Mwalimu ambaye ana historia ya kufanya kazi kwenye jeshi la South Africa. Kabla hata hajaanza kujihusisha ku, na masuala mm -hmm. ya soka ile actively hivyo, miaka 90 alikuwa sehemu ya jeshi la South Africa, mm -hmm. jeshi la anga na alikuwa mkufunzi wa marubani kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo hata wakati anaondoka Stellenbosch, watu walikuwa wanamuita baba, kwamba huyu ni mtu ambaye anaweza kuwa baba. Okay. Kwa hiyo mwisho wa siku, ya kwa mwisho wa siku mm -hmm. uh, you can understand Uh, ile idea yake au ya baba mm. Leo mimi, mimi ni shabiki mkubwa wa Selemani, lakini sipendezi na atitudi yake kiwanjani, mchezaji okay. Mvivu lakini mm. You could see leo mm. Kuna kitu kimeongezeka which means mwalimu mm. Anazungumza vizuri na wachezaji, kwa hiyo yeah, kama umemsikia Ayubu, kama umemsikia Augustine Marusu uh, matokeo ya leo kwa Simba ni kama bahati kwa upande wao wewe unasemaje katika hili, Simba wamekuwa na bahati zaidi kwenye mchezo wa leo dhidi ya Petro Atletico, ama kuna kitu ambacho kocha uh, Steve Beker uh, pamoja na wachezaji yani kwa ujumla uh, inatupa picha nyingine ya Simba Sports kuelekea kumaliza msimu huu hususan kwenye Ligi Kuu ya Tanzania Bara na mashindano hapa ndani nchini Tanzania? Yes, uh, kuna namna ambayo kama mchezo wa leo eh, bahati imekuwa kwa upande wa Simba kwa sababu ukiangalia Petro wamepoteza nafasi nyingi sana za wazi za kufunga na eh, namna ambavyo walikuwa wakicreate zile chances mpaka kuna muda nilikuwa najiuliza why wachezaji wa Simba hawa, hawa, hawa defend wakiwa compact, wana, wanaacha spaces sana especially kwenye zile half space. Ninapozungumzia half space nazungumzia nafasi ya beki wa kati na beki wa pembeni, kale ka kordo, kale ka uchochoro eh, wachezaji wengi wa Petro walikuwa wanafanya creativity kwenye yale maeneo lakini ni namna gani ambavyo eh, wachezaji wa Petro walivyokuwa wakipita waki around Simba, yani walikuwa wanapita pembezoni mwa mabeki wa pembeni wa Simba na kutengeneza nafasi nyingi. Walipiga v passes nyingi sana ambazo kama washambuliaji wao wangekuwa makini, Simba leo wangeweza kufungua hata goli tano. mm -hmm. Eh? of course, yani Simba alikuwa anaondoka amefungwa goli tano, lakini yes, umakini wa eneo la mwisho la wachezaji wa Petro mm. E, Atletico ndio umepelekea Simba wakaweza kugain hiyo composure, waka gain momentum mm. na hatimaye na wao kaza kuja kupata goli la kusawazisha mm. Kwa ndio maana anasema kwenye kipengele cha bahati mm. Simba walikuwa na bahati kubwa sana kama leo wasinge kuwa na bahati hiyo, Petro kupoteza zile nafasi, tungekuwa na tunazungumza mengine, ambao Simba wamecheza michezo almost mitano ya klabu bingwa Afrika bila kupata ushindi hata moja yani, bila kupata ushindi. Lakini hii sare ambayo ameipata leo mm. It's a big statement. Kuna namna ambavyo wachezaji wanaonekana once wakiendelea kucheza nao wengine mm. kuna kitu anaweza kakitengeneza kwenye klabu ya Simba mm. mfano Anicet Oura alivyoingia pace eh, alivyo ana skills, anapokuwa na mpira the way, way anavyolazimisha mabeki eh, kupoteza eh, ile marking scheme yao, kwamba wos, unajua kabisa mimi ni fullback na mkaba huyu ambaye anaingia sasa hivi, lakini movement wise, anaset Oura anakuja between the lines, anaenda deep, anaenda kwa muda mwingi, anakuwa anamtoa kwenye lile eneo ambalo fullback anaweza kusema this is my place, ambayo anatakiwa kudefend. Kwa hiyo unapomdefend mchezaji ambaye akai sehemu moja kidogo inakufrustrate. Hicho ndo ambacho anset Oura amekuja kuleta kwenye kikosi cha Simba. Hata goli ambalo amefunga huyu, ni winga, lakini anticipation aliyokuwa na nayo, kuhisi kabisa Simba wamefanya overloading upande wa kulia u mpira kwa namna yote utakuja upande wa kushoto alivyo gosti, yani alipotokea kama mzimu kwenye mgongo wa beki wa kati ya timu ya Petro Atletico na kuweza kufinish, iyo nakupa kwamba ni mchezaji ambaye eh, anticipation eh, execution na namna ambavyo anaweza kuskani uwanja na kujua muda gani natakiwa niwe wapi ni uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo kuna kipindi nilikuwa na bishana, nilikuwa tunazungumzia kuhusiana na Eli Mpanzu kwamba ni winga ambaye ni machachari mm -hmm, ni winga ambaye anapenda tu kukimbia kimbia, kimbia. Anticipation yake, uwezo wa kusoma muda huu, natakiwa niende wapi nikafanye nini. Oura, kwa dakika 20 alizocheza 20 mm. mm. 30, kuna kitu, kuna impact kubwa ambayo ameweka kwenye kikosi cha Simba kuliko Eli Mpanzu aliyeanza, ambao wachezaji kwa, kifupi ni kwamba uh, Oura uh, ni winga hatari na si machachari of course, kwa, kama haso, ambavyo kwa mpanzu, mpanzu, mpanzu unaweza kusema kwamba ni mchezaji machachari na si hatari of course. kuna kuna hii michezo mile ambayo amecheza kuna kitu ambacho nakiona huyu mchezaji once akiendelea kucheza na hao wachezaji wakaelewana, wakaform ile eh, cohesion in terms of movement, mtu kujua tu ani set yuko sehemu gani, hii pasi akipiga, kwa sababu ana kasi, anaweza akapita, ama kuna muda anakuja deep, ni mchezeshaji. Naamini once hizi zikisha kuwa sawa mm. zikiweza eh, kuform ile relationship ndani ya uwanja mm. naamini Simba atakuwa na timu nzuri sana, lakini bado uvumilivu unahitajika mm. timu ya ushindani, timu ambayo inaweza kukupa consistency matokeo mm. ha haijengwi kwa usiku mmoja, haijengwi tu kwa mechi mbili. Kwa hiyo in terms of wachezaji wageni yes, kuna kitu ambacho tumekiona hata Liemba ambaye aliingia uh, kuna namna ambao unaona yes. The way alivyoenda kupokonya mpira, the way alivyoiruhusu simba kuflow kwenda kufunga lile goli mm. ulikuwa unaona kabisa kuna mchezaji ambaye, kuna kitu kama wakiendelea kucheza, kuna kitu ambacho hmm. anaweza mm. kuova sofa, bahati imeibeba timu ya simba leo ugenini. Okay e, bwana, hii ni Sports Extra Clouds FM tunazungumza kimichezo uh, e, bwana, hat, hata kama simba watashinda mechi ya mwisho, simba ni hakika watamaliza mkiani mwa msimamo wa kundi yeah. E, yeah, ni upset kubwa sana kwa upande wa simba lakini ilishaonekana msimu wa Simba umekwepo hivyo yani, msimu huu. Kama kuna shabiki wa Simba anaumizwa na matokeo ya Simba ya sasa, kwa mfano let's say, in fact kwamba watamaliza mkiani msimu huu kwenye CAF Champions League hmm, mimi nadhani kuna namna fulani ame yani like, hajakuwa akifuatilia Simba Sports. Hmm. Uh, kwa sasa cha muhimu na cha kukijengea uh, ch ama kitu bora cha kuweza kukifahamu ni kwamba kuna ishara nyingi kwa sasa kwamba you have players there ambao unaweza ukawatumia kujenga mradi ujao okay. Hey, ambao kama ukienda ukiimarisha vizuri dirisha kubwa lijalo mm. Maybe unaweza walau ukakompiti kwenye kikombe cha ndani kwa maana ya ligi kuu kwa msimu ujao mm. Uh, aibu alikuwa anamgusia abunamgusia yaani mm -hmm. Uh, Libase is another quality player mm -hmm. Ino Luwemba anaingia leo, ni wale tens ambao wanakupa kile ambacho walikuwa wanakupa Yaya Toure mm -hmm. Kama unakumbuka kati huko Man City um, ile physical flowline. Ni mtu fulani ana umbile kubwa alafu anacheza namba 10 alafu ana brilliance mm -hmm. ya namba 10 mfupi, mtu ambaye ana sharpness ana receive uh, with back to goal na namna ambavyo ana attack half spaces. It tells you ni mtu ambaye uh, akiendelea kuaminiwa na wakiendelea kutengeneza ile combination ahii baina yake na Anse Toura kushoto, kulia Libasege, Simba wanaweza kuwa na exciting, very nax exciting, uh, uh, wachezaji watatu wale wanyuma ya mshambuliaji wa kusimama. Kwa hiyo ni swala la kuchukua muda na kuweza kujua unaongezea watu gani hapo uh, kwenye kuongezea watu gani ni maeneo yani, ni vitu vilivyo wazi sana kwa sasa. mm -hmm. Simba wanapaswa kuimarisha rest defense yao. mm -hmm. Simba sikumbuki, si kuiona Simba Sports ikiwa na rest defense mbovu kama ya msimu huu, sikumbuki eh. Kwa maana ya kwamba Simba wakiwa hawana mpira, mm -hmm. ile shape ambayo inabakia kuilinda timu, mm -hmm. ni dhaifu kuliko maelezo yani, kila nikifumba macho namuona Yusuf peke yake kila, no. nikifumba macho namuona Yusuf peke yake mm -hmm. maybe na nangu alipokuwa fit watu wanamsifia sana rushin, yes. light mm -hmm. lakini uh, ni miongoni mwa wale watu ambao atasoma game atenda atafanya tackling and then hivyo yani, lakini ukikutana na runners ambao wana sharpness kubwa, wanakuja muda wote muda wote, wanakimbia wanakuja wanakuja wanakuja, amekuwa ni beki ambaye pia ana struggle namna ya ku defend kwenye 1v1 against runners kwa hiyo Kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mazingira ya rest defense ya Simba namna mm -hmm. ambavyo wanazuia ya timu yao ikiwa imepoteza mpira eneo la juu mm -hmm. alafu inashambuliwa mm -hmm. kwenye counters, Kagoma peke yake n unamwona mtu ambaye mm -hmm. anafanya kazi kwa usahihi mkubwa and of course Wilson Nangu pia. Kwa hiyo for me uh, kuelekea kwenye dirisha kubwa lijalo Simba wanapasa kutafuta namna ya kuweza kuimarisha rest defense okay. Atafutwe mlinzi uh, Obviously najua, tunajua Simba na na na na atacheza Mofa Wimbe mm. kwa maana ya Fubaki ambao atacheza juu sana mm. So maybe, especially kwenye upande wa Kapombe na I, be, I, I believe wanapaswa kuwa na mtu mpya kule kwenye lile eneo yani, uh, nilitamani atadisha dogo ifanyike mm. hivyo for me o uh, is not enough, uh, upande wa kushoto pia bado still I'm not convinced kwamba Mligo na Kibabage wanatosha. Okay. You know, japokuwa tunaendelea kila mtu anakuwa na mtazamo wake jinsi ambavyo wanavyowaza mm -hmm. I'm not sure based on namna ambavyo huu msimu umekuwa ambao ni msimu wa kwanza mm -hmm. kama itakuwa ni guinea pig sahihi kwa kwa Rushin Deruki kusalia ndani ya Simba. Okay.